Shimamuke kowarema naokea naona vijana wachekucha tia mkoa wa Sigida, na katika watu ambao tunazungumzia maisha kujiamini kuweka mipango ili waweze kufanikiwa, kwa kisha wataiizilaikijamii vizuri. Sasa katika mazungumzo hapa, wanaonekana wanakubali kweli kweli, wamefurahi sana. Sasa mimi nakomba mheshimiwa wikala madogo wangu rafiki yangu na mtanzania ambaye umepambana kuanzia chini kwa kizazo kinafsi na leo ulikuwa mheshimiwa mbunge ukiwawabisha wananchi wa Kigoma, naomba kuzungumza na vijana walau dakika mbili tu, ndio ombi langu kwangu, na wanakusikiliza wanakupenda sana. Kwanza kabisa na nakushukuru mesma

ni lazima awe na consistence ya kila ambacho anaamini kwamba njia yangu ya utajiri ni hii, lazima ishikilie. Sasa sisi wengine ambao hatukupata elimu kubwa, konsistensi yetu ilikuwa ni kujituma kwa nguvu pale unapopewa nafasi.